Tunao washiriki ambao wanashiriki kwa namna moja ama nyingine kuweza kuchangia, lakini kwa wakati huu, kabla sijawakaribisha tena washiriki kuendelea kutoa michango yao katika mada hii, nirudishe hili kwa mkuu wa idara ya sheria kutoka chuo kikuu cha mtakatifu Jordan, bwana Ananei Nahum ambaye ndiyo muongoza mada yetu kwa siku hii ya leo, aweze pia kuweka sawa kuhusiana na mada hii ya leo. Asante. Sasa kuna mambo machache, mwaka 2013 kulikuwa kuna miswada mitatu mmoja ulikuwa unaongelea maswala ya makosa ya mtandao, makosa ya jinai ya mtandao, na lingine lilikuwa linaongelea maswala ya miamala au uh, mikataba ya inayofanyika kwa njia ya kielektroniki, na mswada mwingine ulikuwa unaongelea maswala ya faraga na, na taarifa. Sasa katika mazungumzo yaliyopita, nimesikia wengi walikuwa wakienda kwenye kuongelea faraga, lakini lengo letu kubwa leo ni makosa ya mtandao ambayo ni ya jinai ndo kwa hiyo wale ambao walikuwa wanaenda hadi kwenye faraga, basi tujue sheria hiyo bado haijapitishwa, bado ni mswada. Kwa hiyo so tuna sheria mbili tu. Sasa vitu ni vipi? Mmoja, lazima uyafahamu makosa ni yapi, alafu ujue ni nani mtumiaji na ana haki gani huyo, huyo mtumiaji au ana wajibu upi. Kwa uchache tu na haraka, naomba niyataje makosa machache ambayo yapo katika sheria ili tunapozungumza basi tuielimishe jamii kupitia makosa hayo. Baadhi ya makosa ni kuingia kinyume cha sheria katika mfumo wa wa, wa, wa, wa kompyuta au kuingilia data kinyume cha sheria ambapo hapa utaona kuna kifungu cha saba kinaongelea mtu anayetuma na anayepokea wote watakuwa na hatia. Kwa hiyo tuangalie katika picha hiyo, je, hawa watu wanazuiwa wana, wana haki yao au wameonyeshwa ni namna gani ya kutumia uh, ya kutumia mitandao? Lakini kifungu kingine cha msingi cha kujadili ni kifungu cha kumi na sita kinachohusiana na kutoa taarifa za uongo. Napo pia tutazame kwa, kwa jicho hilo. Je, taarifa za uongo zinapotolewa huyu mtu anazuiwa au amepewa haki nzuri na uwezo wa kutumia mtandao? Lakini pia uh, kifungu cha kumi na nane ambacho kinaongelea matusi ya kibaguzi na cha ishirini kinachoongelea ujumbe unaotumwa bila ridhaa. Sasa ujumbe huu unaotumwa bila ridhaa sio zile, uh, sio zile jumbe kutokana na, na, na, na, na simu bali ni jumbe ambazo zitaelezewa vizuri na, na, na, na viongozi ambao mmewateua wa waidadavue hii mada vizuri. Kwa sasa tuelekee katika upande wa jinai atazungumza mtu mmoja, lakini pia katika upande wa utetezi atazungumza mtu mmoja alafu baadaye tutarudi kwa washiriki na tukianzia na upande huu wa jinai. Karibu. Asante sana. Nafikiri kabla hatujaenda mbali zaidi kujadili swala hili, ni vyema tujikumbushe hoja yetu inasemaje. Hoja inasema je, sheria ya makosa ya mitandao inagandamiza haki ya mtumiaji wa mtandao kuliko kutoa fursa ya uhuru na matumizi ya mtandao? Upande wetu unasema hapana, haugandamizi. Sasa kwa hoja zipi? Kuna baadhi ya vifungu vya sheria ya mitandao ya 2015 ambayo tunataka tuvielezee kwa ufupi sana, ili tuweze kupata picha nzima kwamba kwa jinsi gani haigandamizi. Tukianza na kifungu namba 20 ambacho kinazungumzia ujumbe, kupokea ujumbe bila ridhaa. Sasa kifungu namba 20 kinasema kwamba endapo umepokea ujumbe bila ridhaa na ukaanza kutransmit kuutuma kwenye magrupu mengine, hapo umefanya kosa kuusambaza kwenye magrupu mengine, nafikiri ndio lugha nzuri, kusambaza kwenye magrupu mengine, manake umefanya kosa. Sasa je, kusambaza ujumbe ambao umeupokea, umeupokea bila ridhaa, tunahisi kwamba umepokonywa haki gani hapo jamani? Nafikiri hili limekaa wazi sana. Unapopokea ujumbe bila ridhaa, unachotakiwa ni kufuta au kuripoti kwenye mamlaka zilizopo: bwana, nimepokea ujumbe huu ambao una haki ya kumkandamiza mtoto child pornography ambao una haki ya kudukua information, kuiba baadhi ya habari ambazo husiki nazo. Hapo amefanya kosa, kutoa taarifa kwenye vyombo husika, polisi au kwinginepo. Hiyo iko ni la kwanza, lakini kifungu kingine ni kifungu namba saba ambapo kinaelezea kuhusu kuingia, kuingilia data za mtu kinyume na sheria anyway mtu ameweka kompyuta yake sehemu, unaenda na flash yako, unaweka kitu, unachukua baadhi ya information ili kwenda kutumia kwa maslahi mengine ambayo dhamira yake ni kufanya kosa la jinai. Je, kuzuiliwa au kupewa faini katika hilo? Um, kuna haki umepoteza. Kuchukua information za, za mtu mwingine bila idhaa yake ni haki yako? sio haki yako. Kwa hiyo nafikiri tunapojadili sheria hii na habari ya uhuru wa kujieleza, sio kuiba uhuru wa kujieleza sio kuiba. Jieleze, usiibe data za mtu mwingine kwa matumizi yako ambayo yamedhamiria kumchafua au kufanya kingine ambacho si sahihi. Yes, taarifa za uongo Alibariki ni, ni, ni msanii wa mziki ila unatuma ana sura mbaya ambayo hata kwenye kwenye kwenye kwenye performance zake usitokee. Sasa hapo maana yake nini? Kwa kutumia mitandao, umemfanya akose haki yake na chakula chake, cha kila siku kama msanii. Sasa kuambia uache, unasema nimenyimwa haki. Mwenyewe haki gani sasa hapo jamani? Kwa hiyo haya yote uyafikirie na kwa haraka tu kifungu namba hamsini kinazungumzia compounding of offence kwa DP, kwa DPP. Na compounding maana yake nini? Ni kukiri kosa na kukubali adhabu Bwana, nakubali ndio, nimemdhalisha bwana Jackson Msuya, lakini kwa kukubali huko, sorry kwa kukubali huko maana yake nini? Adhabu ambayo unaitoa pia naikubali na nalipa hiyo faini, na hiyo is yani uwezi kwa pili kokote usimkubali mwenyewe voluntary admission, yani una mwenyewe bila kulazimishwa. Kwa hiyo sasa mimi nikusii tu, labda interpretation ya kifungu hiko ukuielewa, ila maana ya compounding of offence ni kukiri kosa na kukubali adhabu iliyowekwa kisheria, that is all. Asante, na, yes, asante Bwana Jackson kutoka upande wa jinai. Tumpe mtu mmoja nafasi upande wa tetezi kisha tutarudi kwa washiriki kuweza kuendelea kutoa michango yao ama kutoa mawazo yao katika yale ambayo ametoka huko meza kuu. Nashukuru, nipende tu kwamba ku, kuendana kinyume na ndugu yangu aliyetangulia kwa kuwa ametangulia kusema kwamba kifungu cha ishirini ambacho kinasema kwamba una, unapokea ujumbe kutoka kwa mtu bila ridhaa sasa so, unashindwa kuelewa kabisa kwamba hata yapo mwenyewe hapo ya alipokaa kwamba je, ni wakati gani anampa mtu mamlaka ya kumtumia message? Eh? Wakati wote unaweza kutuma message inaingia, je utajuaje kwamba uh, hii huyu mtu aliconsult before ni umepokea? Kupokea sio shida. Shida ni pale tu ambapo utatumia ujumbe tofauti. Lakini pia kwa namna sheria inavyotuelekeza kwamba kupokea tu kwa mara ya kwanza na ukaiposti, inamaanisha kwamba sio shida. Shida ni kurudia. Sasa ni nani ambaye atahusika kuonesha kabisa kwamba huyu bwana na kuonya umepokea kwa mara ya kwanza, usirudie kwa mara ya pili? Sheria hajasema. Kwa hiyo sheria hiko kimya, na kwa ukimya huu inaleta mkanganyiko namna gani utakavyoweza kuitafsiri hichi kifungu. Pia amesema kifungu cha saba, kuingilia data kinyume cha sheria. Sasa inaonekana ina, ina kuna sheria moja ambayo imesema kwamba taarifa hizi utazitumia wewe peke yako. Kama kuna sheria ipo basi atuambie, kwa sababu unaposema kinyume cha sheria maana yake kuna sheria nyingine. Sasa hii inatoa adhabu ama inaonesha kosa kwa huyo mtu ambaye ametumia mamlaka ya mtu mwingine vibaya. Ndio maana ya sheria hii na kuwepo kwa, kwa adhabu hiyo, kwa kifungu hichi. Sasa tunashindwa kuelewa kwamba sheria yenyewe imetoa makosa halafu ijafafanua kwamba kina nani wanahusika na sheria gani ambazo zinamruhusu mtu ama zinamkataza mtu kwamba taarifa zako zitumie peke yako. Endapo mtu akiingilia taarifa zako, basi atakuwa amefanya kosa kulingana na sheria hii. Pia taarifa za uongo, ni nani anayeweza kupima kwamba hii ni taarifa ya uongo ama sio sahihi? Kuna ajali nyingi zinatokea, mtu anaposti, anasema jamani, kuna ajali imetokea bodaboda. Hiyo ni taarifa ya uongo? Mwisho wa siku pengine arapisia kuwepo anathibitisha taarifa imetokea, alikuwepo ofisini. Sasa ni nani ambaye anaweza kawa chanzo sahihi cha, cha taarifa? Sasa ukipima kwamba ni taarifa gani ya uongo, inaonekana kwamba kwa sheria, kwa kifungu hichi hakina mashiko kuonesha kwamba kuna taarifa za uongo, maana hakuna mtu anayepima taarifa hii ni ya uongo ama sio ya uongo. Bali, basi tuseme tu kwamba kuwepo kwa kifungu hichi kinamnyima mtu ule uhuru wa kutoa taarifa, na ndio maana wakati mwingine watu wanakosa msaada, kwa sababu kila mtu anajivua, nikitoa taarifa mimi nitakuwa kwanza kusontwa. Asante mchangiaji, bwana Chima Jilala kutoka upande wa jinai, wanasema ana, ana point hapo ya kubishana na wewe kidogo katika hilo ambacho umekizungumza. Kwanza mimi ninasikitika sana kipindi hiki, uh, kipindi hiki ni tafsiri ya sheria na ninashindwa kuelewa kwa nini sheria pengine haisomi huyu ndugu yangu. Kifungu cha ishirini kinasema hivi: unapokea ujumbe ambao hujauomba, badala ya kuufuta ama kuripoti kwenye mamlaka husika, we unaanza kufanya kitendo hiki, yani ishirini, kifungu kidogo cha kwanza, paragrafu A anza kuutuma, hilo ndipo linapoanza kuwa kosa. Kama ukiupokea na ukaendelea kuupokea tazama, kwa ni message ngapi tunapokea hata ambayo hatujaziomba, zingine za Tigo, za wapi. Mimi nikiona sasa umepata bonus hii, utapata sio, ukiongeza 500, mimi nafuta na sijawahi kukamata. Lakini kama taarifa ambayo hujaiomba ukaipokea na ukaanza kuinitiate na mambo mengine, kwa mfano una relay au una transmit, ndio inapokuwa shida. Nafikiri naomba uelewe hilo. Halafu kitu kingine unaongea kitu cha ajabu sana, taarifa za uongo, kwamba sasa hivi kila mmoja anajipa mamlaka wamejipa, wamevaa mavazi ya uandishi wa habari watu tu, watu nane unaleta taharuki kwenye umma, eh, ajali ya watu nane, kumbe ni watu wawili tu. Sasa hiyo ndio inapokuwa shida. Tafadhali naomba tujiongoze vizuri, kwenye vifungu hivi havina nia mbaya kabisa. Asante sana, asante, asante kutoka meza kuu. Na kwa sasa basi turejee kwa washiriki wetu hapa. Naweza kupata nafasi ya kuchangia, vumilia <laughs> kabla hatujaelekea kwa washiriki wengine hapa, bwana Mwita Paulo amenyoosha mkono muda mrefu sana, yakubali <laughs> sijajua kama anakubali au hakubali, hebu tumuulize bwana Paulo. Mi nipende tu kumwambia Mr Jirara kwamba pengine akawa ametafsiri tofauti na Uh, ujumbe sahihi uh, mantiki sahihi ya sheria hiyo. Hivi ni mimi nipende tu kumuuliza kwamba ukipokea ujumbe kutoka kwa mpenzi wako anakuomba hela. Je, utaufuta? Lakini ukimuomba unitumie message ya kuniomba pesa. Na je, kwanza tu pengi, kuna sheria ambayo inakuambia hivi kwamba ufute. Kufuta penye pia ni kosa. Hawezi kuona kwamba kukaa na message na kuifuta vile vile umeongeza kosa. Mimi niseme tu kwamba kwenye hili kutunza au kusambaza ni, ni sehemu tu ya kutunza ushahidi, na sheria pia inakutaka tu kwamba utapata message unaweza kumtumia rafiki yako ili kutunza kumbukumbu kumbu. ili Eh, si, si tunasema hivi kwamba teknolojia hii inaweza kukuta wakati mwingine simu yako ika corrupt message utatoa wapi ya kuonesha ushahidi? Na ushahidi na ndio maana sheria imetoa ime, ime kwamba kwa mara ya kwanza unaweza katuma lakini usirudie hilo tundo, ningependa ni ajue asante. Naomba tuwape nafasi washiriki, baadaye tutarejea tena meza kuu, mtapata mta nafasi nafikiri ya kuweza kutoa maelezo mengine zaidi na zaidi. Mimi nipo upande wa wanaosema kwamba sheria hii hai haizuii uhuru wa kujieleza wa mtu yoyote, bali sheria hii imekuja kwa ajili ya kuleta usawa na kuleta nidhamu zaidi katika kulinda uhuru huo kwa, uwe sawa kwa kila mtu upande wa wanaokubali mada hii kwamba sheria hii imekuja kwa ajili ya kukandamiza, nashindwa kuwaelewa lengo lao hasa ni nini, kwa sababu pia wanashindwa hata kutupatia nini basi mbadala wa, wa ma, maoni yao. Je, tunashindwa tukujiuliza, je, sheria hii isinge kuwepo, tungekuwa na tungekuwa na hali gani? Kama sasa hivi kuna issues zimetrend sana um, issues za wahenga, unaweza ukakaa umeposti picha yako hata elfu mbili na na, na, na, na, na, tisa, elfu mbili na ngapi, umevaaje sijui ulikuwa unaonekanaje, ukashangaa mtu tu amenyanyuka akakuposti. Ah, mwenga aliyesema hivi na hivi na hivi na hivi <laughs> lakini unashindwa ku, kuelewa, je hizi taarifa sio kweli? Unakuta sio kweli, huyo sio mwenga au sio kweli, sio mtu aliyesema hicho kitu, lakini hii inakuja kuonekana kwamba huyu mtu ana nia ovu ya kutaka ku, ku, ku, ku, ku, kuondoa re reputation tu ya mtu fulani ku, ku, ku, ku, kufanya hivi na hivi, lakini kiukweli sheria hii imekuja katika imefanya mambo makubwa, na kwa upande wangu ninge suggest kwamba hata adhabu zilizopendekezwa katika sheria hii kwa wale ambao wanaenda kinyume na, na matakwa ya hii sheria zingeongezwa maradufu zaidi, ili kuleta umoja uh, usawa katika uhuru wa kujieleza. Asante sana bwana Mwita Paulo, na sasa ni nafasi ya Godfrey John, karibu. Asante sana, mimi na maoni machache tu kuhusu sheria hii. Maoni yangu ni kwamba makosa yote ya madai yalofanywa na sheria kwenda katika makosa ya jinai, basi angepelekwa na kuwa katika makosa ya madai ilivyokuwa hawali, kama defamation na kadhalika. Asanteni. Bi Beauty Mena, karibu. Asante. mimi nilikuwa nataka kuwa, kuwaacha na maswali mbalimbali juu ya hii sheria. Watu ambao mlikuwa mnasema kama yaani, mnavofuata mwongozo wa hii sheria kwamba kama ukipokea taarifa sio vibaya, bali kuituma taarifa kwa watu mbalimbali. Nataka kuwauliza, je, umepokea taarifa, haujauliza hata watu watano ili kujua ukweli wa hiyo taarifa, utajuaje hiyo taarifa ni ya ukweli, ya ukweli au sio ya ukweli? Na je kama utajuaje taarifa ni ya uchochezi kama ujaipata kwa ile kile kifungu cha saba kinachosema kwamba watu wanaolazimisha kutaka kupokea taarifa ambayo wameshajua ni ya uchochezi umejua ni ya uchochezi, utathibitishaje kama hujapata hiyo taarifa? Je, kama wanadanganya hiyo taarifa ya uchochezi haipo, utaomba na mimi niipate hiyo taarifa ujue ni ya uchochezi au sio ya uchochezi. Swali so lingine inaomba mamlaka huyu DPP mwendesha mashtaka wa serikali ku pale mtu anapokiri kwamba ni kweli amefanya kosa, kumpa huyu mtu adhabu nani? kama hiki kama hiki tuipeleki mahakamani kusikilizwa mahakamani, nani atathibitisha kwamba kweli huyu mtu alikubali? Sisi tuna uhakika gani kwamba huyu mtu alikubali ametenda kosa hadi akapewa adhabu bila kufanyika mahakamani, ambapo watu wote wanaweza wakajua ukweli au vinginevyo vya hilo jambo? Na kitu kingine, mnasema sheria ina inakwambia us... labda usipige mtu picha, labda ukaisambaze kusema u... watu wamekufa labda saba au nini? Mnasema ni kazi ya daktari, daktari na kazi ya waandishi wa habari kusambaza hizo ujumbe, je yeah? maeneo yote tunapata waandishi wa habari, amuoni kwamba watu wanaofanya hicho kitu wanasaidia jamii. nime sehemu haifikiki labda na waandishi wa habari, nimekuta tukio limetendeka au mtoto kafanyiwa kitendo kibaya, nikampiga picha, huo ni uthibitisho kwamba kweli aliyemfanyia hichi kitendo ni mtu fulani, kwa sababu nimemuona na nimepiga picha kile ki ule muda wa tukio, nisipofanya hivyo mwandishi wa habari atakuja huo muda minapata, watapata uthibitisho gani mahakamani? Je, huyu mtu akienda mbali akikimbia? Asante, turudi upande wa pili sasa, katika upande wa jinai na nikianza na bwana Chima Jilala, karibu basi. Nashukuru sana kwanza, nitajibu baadhi ya maswali na mengine ataendelea nayo ndugu yangu Jackson. lakini kwanza nianze na hili swali la kwamba je, waandishi wa habari wako maeneo yote hata ambako hawapo na waliko wao wenyewe kama waandishi wa habari wanayo maadili ambao nafikiri nafahamika. Katika sheria sheria yoyote ile huwa ina element mbili kwamba kuna nia ovu na kitendo chenyewe. Sasa ile ambayo kwamba umesema kwamba maudhi ya kihisia, sio yote ni maudhi. Sasa lile ambalo ni la upande wa pili zuri lile, sheria hii haijasema kwamba ni kosa, imesema tu with intention tu commit any offense, hiyo ndio inayokuwa tatizo. Lakini kama ni ule upande wa pili ile, endelea tu, wala sheria haitakugusa wala hakuna tatizo hapo. Asante sana. Asante bwana Jackson Msuya, pia una nafasi ya kuweza kutufungia <coughs> mada yetu ya leo eh. Uh, asante sana. Mimi labda nitoe hofu kwa dada yangu Beauty, mengi ambayo ni maswali yaliokosa majibu tu ya dada, tuyadadavue kifupi sana sawa. Kwanza hii sheria inazungumzia unlawful na intentional kuhusu kupokea habari, wewe mbona sio shida lakini mara baada ya kupokea habari utakachokifanyia ile habari intention yako ndio kitu kingine. Mathala ni swala la habari sasa kuzungumzia sana kwa sababu tunaelewa kabisa, umemkuta mtoto amefanywa child pornography somewhere, lakini kwa wanahabari wanajua wataziba sehemu fulani fulani ambazo wanafanya kwa mantiki ya ku, ku, ku, kuweka uhalisia kwenye ile habari. Wewe kwa sababu unajua chochote unapiga kama ilivyo unaweka. Sasa endelea kuweka tu endelea kuweka afu mambo yatenda vizuri. Na na nyingine ni habari nzima amezungumzia spirit of the nation. Hivi kuna shida gani sheria kabisa ya certificate of urgency? Naamini kabisa certificate of urgency au hati ya dharura ina maana nzuri tu. Maana yake ni kwamba bunge halikai mwaka mzima. Bunge inakaa kwa vipindi vichache. Sasa unaposema eti certificate of urgency maana yake kwamba ni kitu kibaya, sidhani. Kimsingi kabisa ni uhakikishie hata humu ndani humu tu. Tukisema tupige kura ambao wanasema hii sheria ni mbaya, hakuna wengi. Wanaona sheria safi kabisa na ipo kwa, ma, kwa, kwa maslahi mazuri kabisa ya umma. Kipindi cha tafsiri ya sheria tukiwa tunaelekea ukingoni, tumeweza kusikia upande wa jinai na upande wa utetezi wakimaliza wao kwa upande wao. Kwa sababu basi, nirudishe niirudishe kwa mchokoza mada ambaye uuchokozea mada yetu hii leo pia aweze kupata nafasi ya kuweza kutufungia, bwana Anne Naomi ambaye ni mkuu wa idara ya sheria kutoka chuo kikuu kishiriki cha Jordan, karibu. Nachotaka kusema ni kwamba changamoto bado zipo, lakini kwa nafasi tuliopo sasa, sheria ni nzuri, kwa sababu inafanya lile ambalo ilitungwa kwa ajili yake, kuainisha makosa ni yapi, kwa sababu wengi kweli tulikuwa tukijihusisha katika kutuma ujumbe, kutuma picha, kutoa mawazo kwa njia ya uandishi au kwa njia ya kujirekodi na kuzungumza katika vyanzo vyote vya kimtandao iwe ni uh, social networks, iwe ni kwa njia ya simu au kwa ujumbe mfupi au kwa email, lakini yote hayo ni masuala mazuri. Uchumi unakuwa, lakini pia teknolojia inakuwa. Sasa katika kukua huko, basi kuna ambayo yanajitokeza yanayopelekea kwamba makosa yanatendeka. Kwa hiyo kwa sasa tulipo tuko katika nafasi nzuri changamoto, ambazo zimetokea kwamba tafsiri zinapishana, mahakama zipo kwa ajili ya kutoa tafsiri sahihi. Changamoto ambazo zinatokana na kwamba mbona kuna kosa hili hapa halijasemwa, mbona inaonekana wanafatwa hawa, kwa hoja moja iliyotolewa kwamba inaonekana wanaofatwa ni wakubwa, au ukimtuhumu au ukisema neno la uongo dhidi ya kiongozi ndipo unatafutwa. Basi hapo tuangalie wale watendaji na sio sheria tutafute wale watendaji mtendaji, kwa nini ume, kama ni polisi au ni mtu anayeshtaki, basi huyo ndo aulizwe, mbona mimi nilivoleta la la kwangu liniambia nikasuluhishe, mbona la huyu mmelipeleka moja moja kwa moja. Kwa hiyo ni hivyo tu, sheria bado inakuwa tuendelee kuirekebisha. Maoni kama haya yatasaidia wale watunga sheria kuhakikisha wanafanya yale yaliyo sahihi, lakini kwa pande zote tuko katika nafasi nzuri. Asante Fike, hapo nasi ndio tumekamilisha kipindi hiki cha tafsiri ya sheria kwa siku hii leo. Kumbuka mada yetu ya leo ilikuwa ni je, sheria ya makosa ya mtandao inakandamiza haki ya mtumiaji wa mtandao kuliko kutoa fursa ya uhuru wa matumizi ya mtandao? Tulikuwa naye meza kuu bwana Anne Naum ambaye ni mkuu wa idara ya sheria kutoka chuo kikuu kishiriki cha Jordan, lakini pia ni wakili wa kujitegemea. Pia tulikuwa na upande wa utetezi ambao walikuwa wakikubaliana na mada hii kwamba sheria hii inakandamiza, ambao tulikuwa naye bwana Mwita Paul, Godfrey John pamoja na Bute Mena. Katika upande wa jinai tulikuwa na bwana Chilala uh, bwana Chima Jilala, Jackson Msuya na sister Stella Mlabu. Lakini pia tulikuwa na washiriki ambao ni wanafunzi wa sheria wa mwaka wa nne kutoka chuo kikuu cha Mtakatifu Jordan.